Ni wazi tunapokuwa kama taifa ambalo tunasabihishwa na tunatambulika kama ni kisiwa cha amani, utulivu na umoja wa kitaifa, sio wote wanafurahia na wangependa Tanzania ibaki katika sifa hiyo. Kuna watu wanatamani ili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 29 lisiwezekane. Kuna watu wanatamani waone vurugu na kama serikali haitakubali nchi iende katika vurugu, au atokee mtu yoyote atakayesarushiwa kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuende tukijua kwamba amani ipo, usalama upo, na shughuli hii itafanyika katika hali ya amani ya utulivu kuliko kawaida. Na sisi hapa Tanga ni katika mikoa ambayo wala hatuna wasiwasi wala hofu kwa sababu tumezoea kuwa na umoja wetu. Si hapa vyama vyote viko hapa kasoro kimoja, na kuwepo kwetu hapa wote ni dalili kwamba sote tunaamini kile kinachokwenda kufanyika, na sote tunakubaliana na kwamba tunataka tuende katika uchaguzi tukiwa wamoja, tukiwa na amani na maisha yaendelee baada ya uchaguzi. Lakini kwa upande mwingine, vyombo na vyenyewe vimejipanga kuhakikisha kwamba wananchi watapiga kura kwa amani, wananchi watakwenda, matokeo yatatoka kwa amani, na baada ya uchaguzi kutaendelea kuwa na amani. Tumejipanga katika maeneo yetu yote, kama mnavyojua, sisi ni mkoa wa jirani ambao tumepakana na nchi jirani. Kwa maana hiyo mipaka yetu yote tumeidhibiti, na bahati nzuri sisi hapa tuna vikosi vyote vya jeshi, kwa maana ya jeshi ya ardhini, jeshi la angani na jeshi la majini, wote wako timamu kuhakikisha kwamba hakutakuwa na influence ya mtu yoyote kutoka eneo lolote la majini, la ardhini, la baharini kuja kutaka kuhakikisha kwamba Tanzania haifikii azima yake ya kwenda katika uchaguzi na hatimaye kutangazwa kiongozi na viongozi wengine. Kwa mtu yeyote ambaye anafikiri kwamba anaweza akaharibu amani ya nchi asijidanganye. Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri, kama alivyoeleza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba sisi vyombo tuko vizuri sana kuhakikisha uchaguzi, sasa hiki kipindi cha uchaguzi, lakini siku ya uchaguzi yenyewe na baada ya uchaguzi, kwamba amani ya nchi hii itaendelea kutamalaki kwa sababu tuna wivu mkubwa sana wa amani ya nchi hii. Kwa hiyo, kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, hatutakubali kuona amani ya nchi hii inatoweka. Kwa hiyo, niwahakikishie tu wananchi, siku hiyo wasiogope, watoke, waende wakapige kula, wasihadaike na hizi hizi taarifa taarifa ambazo wanaziona kwenye mitandao. Hizi taarifa za kwenda kwenye mitandao, nafikiri tu ni za kutaka tu amani ya nchi hii itoweke, ya watu wachache sana. Lakini sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha yoyote yule ambaye anafikiri anaweza akaharibu amani ya nchi, tunamshughulikia kikamilifu kwa mujibu wa sheria, na nimtake tu mtu yoyote asijaribu, kwa sababu akijaribu, kwa kweli, atakachokutana nacho hatarudia tena siku nyingine. Nadhani mgombe wangu wa urais Gombo Samandito gombo kupitia chama cha wananchi Kafu alisema, sisi chama cha wananchi Kafu tunawaambia watu waingie kwenye uchaguzi kwa sababu tukifanya maandamano, uchaguzi usipofanyika utaahirishwa. Ukiahirishwa kuna siku utafanyika. Umeona bwana? Sasa sisi kama kafu tunasema wananchi wetu waingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi huu tumekaa kuanzia ngazi za kitaifa, viongozi wa vyama wenye vitu vya wa kitaifa wamekaa na msajili wa vyama na tume ya uchaguzi, wamezungumza na wakataka uchaguzi huu uwe huru na wa haki, na kasoro zinazojitokeza ziondolewe na wakatuelekeza, na sisi huku chini tunapoingia katika vikao vya e, kuanzia kwenye ngazi za wilaya, ngazi za mikoa, na sisi pia tutoe hoja za kasoro zinazojitokeza, lakini pia tutoe hoja za kuona kuna jambo fulani lina kasoro hili lirekebishwe. Sisi viongozi wa dini tulikuwa mstari wa mbele kila siku kufundisha, kukemea, kuwashauri waamini wa, wa wetu juu ya uh, amani lakini pia umuhimu wa uchaguzi na kuwashirikisha namna ya kwenda kufanya uchaguzi wa kuchagua viongozi wanaowafaa katika <clears throat> nchi yao.